Mwaka wa 1816 unajulikana kama mwaka bila jua kwa sababu ya hali mbaya ya hewa duniani kote. Ulimwengu ulipatwa na joto la chini sana, mvua nyingi na hata theluji katikati ya majira ya joto. Hali hii ilisababisha upungufu mkubwa sana wa chakula, njaa kali na mabadiliko makubwa ya kijamii na kiuchumi. Tukio hili halikusababishwa na uchawi au maajabu ya kiasili, bali lilitokana na mlipuko mkubwa wa volkano ya Mount Tambora nchini Indonesia mnamo April ya mwaka 1815 mlipuko. Huo ulisababisha mabadiliko makubwa sana ya hali ya hewa duniani kwa zaidi ya mwaka mmoja. Mnamo April 10 ya mwaka 1815, volkano ya Mount Tambora iliyoko kwenye kisiwa cha Sumbawa nchini Indonesia ililipuka kwa nguvu kubwa sana. Na huu ndio mlipuko mkubwa zaidi wa volkano uliowahi kurekodiwa katika historia ya binadamu. Mlipuko wa Tambora unachukuliwa kuwa mlipuko mkubwa zaidi wa volkano wa miaka ya 2000 iliyopita na takriban watu elfu kumi walikufa moja kwa moja kutokana na mlipuko huo. Watu wengine zaidi ya elfu themanini walikufa baadaye kutokana na athari za ukosefu wa chakula na magonjwa yaliyojitokeza kutokana na athari za mlipuko huo. Mlipuko huo ulitoa kiasi kikubwa sana cha majivu, gesi ya salfa na vipande vya miamba angani, ambavyo vilienea duniani kote na kuzuia mwanga wa jua na kushusha joto duniani. Kulingana na tafiti, kiasi cha jivu kilichotoka kwenye mlipuko huo kilipunguza joto duniani kwa takribani nyuzi sentigredi tatu, na hii ilisababisha majira ya baridi kali sana hata wakati wa kiangazi. Pia tsunami kubwa zilizopiga visiwa vya karibu, na sehemu nyingi duniani zikipatwa na hali ya hewa isiyo ya kawaida. Baada ya mlipuko wa Tambora, hali ya hewa duniani ilibadilika ghafla sana, joto lilishuka, mvua iliongezeka, na majira ya joto yalikuwa na baridi kali sana. Mwaka wa 1816 ulijulikana kama mwaka bila jua, kwa sababu mawingu meusi ya jivu yalifunika anga na kuzuia mwangaza wa jua kufikia uso wa dunia. Theluji kali ilishuhudiwa hata katikati ya majira ya kiangazi, hasa katika maeneo ya Ulaya na Amerika ya Kaskazini, na nchi kama ya Ufaransa Uingereza na sehemu za Ujerumani, joto lilishuka kwa kiwango cha ajabu sana. Pia mlipuko huu ulisababisha mimea haikuweza kukua kwa sababu ya jua lilikuwa hafifu sana na joto lilikuwa chini ya kawaida. Mavuno yaliharibika na ukosefu wa chakula ulisababisha njaa kali katika maeneo mengi ya dunia. Bei ya chakula ilipanda sana na watu walilazimika kula wanyama wa porini, mizizi na hata mimea ambayo kwa kawaida hailiki. Watu walihama kutoka maeneo yaliyoathirika zaidi na kwenda sehemu zilizoonekana kuwa na hali bora ya hewa na chakula ili kuokoa maisha yao. Taifa la Marekani liliona ongezeko kubwa la wahamiaji kutoka Ulaya waliokimbia njaa. Na katika jimbo la Vermont, huko huko Marekani, baridi kali ilisababisha watu kuhama kwenda maeneo ya magharibi kutafuta ardhi yenye hali nzuri ya hali ya hewa. Lakini kutokana na njaa na baridi kali sana, magonjwa kama kipindupindu na homa zilienea kwa kasi, na misururu ya vifo iliongezeka katika sehemu nyingi za dunia, hasa Ulaya na Asia. Mwaka bila jua haukusababisha tu mabadiliko ya tabia nchi na jamii, bali pia ulitoa msukumo kwa ubunifu wa kisanii, fasihi na hata maendeleo ya kisayansi Mary alikuwa ni mwandishi wa riwaya maarufu ya Frankenstein. Aliandika kitabu hiki baada ya kukwama ndani ya nyumba nchini Uswis kutokana na hali mbaya ya hewa na kikao cha waandishi kilichojumuisha Lord Byron pamoja na Percy Shelley kilipelekea uandishi wa hadithi nyingi za kutisha kutokana na hali mbaya ya anga iliyotanda giza kwa kipindi hiko. Lakini pia mchoraji mashuhuri J.M.W. Turner alitumia rangi za machoyo mekundu kwenye michoro yake akichora anga lililojaa vumbi la volkano lililosababisha machweo yenye rangi kali duniani kote. Wanahistoria na wanasayansi walipata ushahidi wa kwanza wa jinsi milipuko ya volkano inavyoweza kuathiri hali ya hewa ya dunia, na utafiti huu ulisaidia baadaye katika uelewa wa tabia nchi na mabadiliko ya hali ya hewa. Tukio la mwaka 1816, tukio la mwaka bila jua ni mfano wa jinsi matukio ya kiasili yanaweza kuwa na athari kubwa kwa ulimwengu mzima. Mlipuko wa volkano ya Mount Tambora ulisababisha majanga makubwa sana kuanzia njaa, magonjwa, vifo hadi mabadiliko makubwa ya kijamii na kiutamaduni. Hata hivyo, pamoja na madhara makubwa, tukio hili pia lilichochea ubunifu mkubwa katika fasihi, sanaa na sayansi. Dunia ilijifunza jinsi mazingira ya asili yanavyoweza kuathiri ustawi wa binadamu, na kwa mara ya kwanza kabisa wataalam waliona uhusiano kati ya milipuko ya volkano na mabadiliko ya tabia nchi. Leo tukio hili linatumika kama somo kwa wanasayansi na wanahistoria wanaotafiti athari za majanga ya asili kwa jamii ya binadamu. Na huu ndio mwisho wa makala hii, jina langu naitwa Abdul Kingungo, unaweza kunifolo kwenye kurasa wangu wa Instagram kwa jina hilo hilo la Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza na tukutane katika makala zinazofuata.